Mandhari nzuri kweli kweli ambayo inaonekana pia ya jiji la Mbeya, uwanja ambao hii leo tutakwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara wakiwalika wananchi Yanga Africans kutokea Dar es Salaam Tanzania, kama ambavyo inaonekana hapo, Kasimu Mdoe, Muhamedi Mkono pamoja na Mataka, wakati Sif Amon kama ambavyo inaonekana, Jigidiara kwenye milingoti mitatu Israel Patrick Mwenda. Ilikuwa ni mechi muhimu sana kwa timu zote mbili. Kipenga cha mwamuzi wa kati kinapulizwa, ishara ya kwamba tunakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ni kuarifu mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana, tutazame mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Nyota raia wa Ivory Coast amecheza soka lake jamhuri ya Czech. Jaza ndani kucheza na utosi, unababatiza mpira ule, bado anakaa vyema. Ibrahim Abdullah Hamad na ngoma ile inakwenda nje, ameshindwa kumiliki mpira vyema Mohamed Gumbia, ngoma ile ilikwenda, angalia utosi wa Ibrahim Abdullah Hamad. Utasifu safu ya ulinzi, ilikwenda ikamzongazonga, na zonga mtia mazonge yale akazongeka, mpira ulikwenda ukagusa kwenye paji la uso la Mateo Anton Simon. Ibrahim Abdullah Hamad amevuta mpira mrefu, lakini amefika Maksim pia Nzengeli, maridadi sana ile, vitu vyangu kabisa. Ibrahim Abdullah Hamad zungumza mawili matatu na Baraka Filomon. Tazama namna ambavyo pakompe duzuzwa tu vitu vitu vile ambavyo alikuwa akivifanya, kama anakwenda na kataa inaitwa na mupwa na munyima ile akapita akaondoka akaenda zake. Max Mpia Nzengeli, utulivu wa kutupwa mithili ya anayetunga uzi sindano usiku wa giza akaipokea, akaitia kwenye pakache, kakubali ile. Na hapa chibada, ah, Omari alizunguka mithilia pia, akawaacha wachezaji wa Yanga wapite na waende zake. Mechi moja nzuri kweli kweli kuitazama na kuisimulia pia. Huyu ni Yahya Suleiman Begu, ananyunyiza mpira mrefu ndani kule, sasa amepita. Beno David Kakolanya anakwenda, anaumeza sasa, moja kwa moja, na anakwenda kwenye himaya yake ile ya kiji mwaya mwaya, pako mzuzu anautazama mpira ule. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine hapa jijini Mbeya. Mechi nzuri kweli kweli kuitazama baina ya Mbeya City wanakuwa makumw wanya dhidi ya wananchi Yanga Africans. Wakati huo huo pia akiwasiliana na mwamuzi wa mezani pale kuona kama mambo yaende sawa bin sawia, naye anamwambia naam. Kipenga cha mwamuzi wakati hiki kinapulizwa, ishara ya kwamba ni wakati sasa wa kwenda kuzianza. Yanga wanakuja, pasi ya kupenyeza ile Andy Boyeli amekwenda chini. Boyeli mwenyewe na kuteleza siku anguka, amenyanyuka lakini mpira ule ulishakwenda kwenye himaya ya mlinda lango takufanyaji. Max ananyunyiza kona nzuri na linapaka mafuta na mlinda mlango Beno David kakolanya maridadi sana, yule Beno David kakolanya ameuparaza mpira ule umekwenda nje na utakuwa ni mpira wa kutupwa. Tazama mikono ya Beno David kakolanya ilivyofanya kazi yake, penginevyo pakompe duzuzwa alikuwa pale Max mpia nzengeli inachanjwa ndani kule sasa. Pakomba batiza mpira ule tena, la haula nakata pasi ndani, akimtafuta Max. Shuti lake Max mpia nzengeli linakwenda juu ya lango. Ulitengwa mpira ule na andi boboa boyeli, lakini isivya bahati shuti la Max mpia nzengeli na juu ya langu mwenyewe haamini kile ambacho anakiona Max Msengeli. Azizi Andabwile cheza na utosi bado cheza mpira side sidne. Huyu Azizi Andabwile huyu, weka mbali na watoto. Azizi Andabwile ni mtu mbaya kweli, aliopiga ule mpira na utosi ukaenda ukagonga, alafu akaucheza tena ukaenda ukacheza kwenye nyavu za pembeni. Jezi ya nambari tatu anasogea pale, Peter Samson Mwalianzi, na hii sio kadi ya kliniki ama kadi ya gari. Alijitahidi kwelikweli kwenda kumdhibiti Max mkianzengeli, na akafanikiwa, lakini akajikuta na yafanya madhambi, mpira waikaa bule. Sasa jaribio la mbali anayokamata na ucheza unakwenda nje, mpira ule umeshakona. Peno David kakulanya akale Andy Bojeli mm, jezi nambari 26 msimu uliopita ilikuwa inavaliwa na Pacomzuzwa mpira <laughs> ule wa Celeste Ekwa, inavyozungumza nawe. Dakika sabini za mchezo zimeshaondoka, bado hakuna bao kwa timu zote mbili. Kocha msaidizi huyo akigeuza kinywa chake kuwa karakana ya maneno. Edo, inachanjwa kona nzuri, ndani kule inapita bila ya kupingwa, namna gani mpira ule umepita pale, umepitaje? Ndio swali ambalo anajiuliza Dependo David Kakolanya, umepitaje na Azizi Andabwile Mwamba Laso. Alikwenda akaucheza mpira ule na kichwa, lakini akiwa kimejaa sawa sawa, ukapita kwa Pacome na ukawapita wachezaji wote wa Young Africans. Edmond John, jaza mpira mzuri mbele huko. Baraka anakaa uzuri kweli kweli, kwenda kuondosha mazonge na mauzauza yale, lakini anaonekana kama anajichanganya mwenyewe hapa. Na Shezak Kisaka boka jaza ndani na fuatiza ile la haula Andre Bobo Boyeli alitaka kufanya jambo hapa, nilikwambia msimu uliopita akiwa na siku kuna united ya Afrika Kusini alimaliza na goli sita tu. Peter Samson mwalianz amepita kama jina lake linavyosema, ingizwa ndani kule. Sasa nafasi hii kwa koma kumonya, jaribu lakini isivyo bahati, amedhibitiwa na kibendera cha mwamuzi kimenyooshwa, ishara ya kwamba alikuwa kwenye eneo la kuotea Daniel William Lukanda Mila. Ni dhahiri kwa mujibu wa picha kwamba Daniel William Lukandamila alikuwa karibu zaidi na mstari wa lango la wapinzani kuliko wapinzani wawili mchezo na kata Azizi a Ndabwile wanaondoka hao, wanakuja. Mbeya Siti wanapija moja, mbili, tatu, shoti la mbele unakwenda, unacheza kwenye nguzo na mgusa jiki tara, hey. Almanusura hadithi ibadilike hapa. Hey. Alma nusura shuti la eliujambo kile likaenda likacheza. Edmond unakwenda nje ya mpira ule, hey. Ah, umekula chuma, mpira umerudi dimbani ule. Alafu Beno David kakolanye alikuwa kama kajisahau hivi, anasoma gazeti la haula. Ngaliya mkuki huu ambao umekwenda kula chuma ukarudi dimbani mechi imekuwa na kasi kwelikweli, wanaondoka wao sasa. Daniel William Lukandamila, nini kinakwenda kutokea? Daniel William Lukandamila anamfinya uta moja mbili tatu, nafasi hapa, anacheza maridadi. Mna la haula, wanapoteza nafasi ya dhahabu hapa, moja kati ya mechi dume sana. Tazama hii ya Daniel William Lukandamila, akamkunja uta mbaka akakubali akapiga pasi moja hasanati, lakini jigii diara kwa umakini wa kutupwa anaipangusa ile. Ni miongoni mwa walinda milango bora kabisa kuwahi kutokea kwenye ligi yetu, na thubutu kusema hivyo. Dakika tisini zimemalizika, uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine katika jiji la Mbeya, hakuna mbabe kati ya Mbeya City wanakoma kumwanya dhidi ya Young Africans. Moja kati ya mechi bora kabisa kuwahi kutokea kwenye ligi kuu ya NBC. Vitalis Jimrod Mayanga bila shaka atakuwa na jilaumu kwa kweli. Full time, Mbeya City sifuri, Yanga sifuri. Mimi ni mzee wa unyo unyo, naitwa Hassan Ahmed.